la ubakaji lilifanyika wakati binti huyo ameitwa hapo kwa ajili kwenye nyumba ya mwalimu kwa ajili ya kuangalia mchezo wa mpira wa miguu, ndipo mwalimu huyo alipata fursa ya kuweza kumfanyia kitendo hicho cha kikatili kwa kumwingilia kimwili bila kuwa na ridhaa ya huyo binti. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alikuwa na desturi ya kwenda kutizama televisheni nyumbani kwa mwalimu Edwin Matthew Temba, ambapo tarehe 24 mwezi wa pili, majira ya saa tano, mwanafunzi huyo alikwenda kwa mwalimu Edwin Matthew Temba kutizama mpira wa miguu, ndipo huyo mtumiwa alipata nafasi ya kumbaka kwa na, na, na kumfanya kitendo cha kikatili. Mtumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi dhidi juu ya tuhuma hizo zinazomkabili unaendelea kufanyika unaendelea kufanywa na jeshi la polisi, ambapo uchunguzi ukikamilika, jalada hilo litatumwa kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa ili naye aweze kusoma na kutupatia maelekezo, na mtuhumiwa huyo ameshikiliwa na jeshi la polisi. Ndugu waandishi wa habari, tukio lingine ni kwamba tunawashikilia watu wawili ambao kati ya watu wawili kuna mwalimu wa shule ya msingi, msingi, ambaye anaitwa Daudi Ocheng, huyu ana miaka 37, na mwingine anaitwa Adon Sospita, ana umri wa miaka hamsini na tatu, ni wakazi wa Ibisa Bageni, wilaya ya Sengerema, mkoa wa Mwanza. Hawa pia wanashikiliwa kwa tuhuma za kumbaka mtoto wa miaka kumi na mwanafunzi wa shule ya msingi Bukala. Na kitendo hicho cha ubakaji, kitendo cha ubakaji kilifanyika kwa nyakati tofauti. Ni kwamba mwezi wa kumi mwaka jana hadi mwezi wa pili mwaka huu, miliki wa nyumba anamoishi muhanga wa tukio Adon ambaye anaitwa Adon Sospita kwa nyakati tofauti alimfanyia kitendo cha kikatili kwa kumbaka mtoto huyo ambapo alimuita ndani ya chumba chake ili aweze kuangalia